Mchakato wa tatu utakao kusaidia kwenye hii njia ya kujitambua na kuomba, ndugu yangu, jijengee tabia ya faraga. Jijengee tabia ya faraga, yaani loneliness. Uwe na alone time, uwe na muda wa wewe mwenyewe. Ujaribu kujijengea tabia ya kuwa na muda wa wewe mwenyewe. Tafuta kuwa na muda na wewe mwenyewe nje ya watu wengine, maana hilo linakusaidia kuona nguvu na udhaifu wako kwa undani zaidi. Unajua, katika kuweka umakini kwenye mambo unayoyaweza na kujua udhaifu wako uko wapi kwa mambo usiyoyaweza, au watu huwa wanaku criticize kwa mambo fulani na unajua kwamba huyawezi, chukua sasa muda ili ufanikishe kutofautisha hivi vitu viwili. Lazima uchukue muda wa faraga, ujijengee tabia ya faraga build an atmosphere of loneliness sometimes you have to be alone for few hours to reflect upon your life. Manake uwe na muda wa kujaribu kuangalia maisha yako yanaendaje, uongeze umakini na ujue udhaifu kutokana na faraga.